Bunge la Ulaya litaketi siku ya leo Novemba 26, 2025 kwa ajili ya kujadili hali ya kisiasa na haki za binadamu dhidi ya serikali ya Tanzania. Iko ni miezi michache iliyopita tangu bunge hilo la Ulaya liweze kuketi na kujadili hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, pamoja na kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ndugu Tundu Lissu. Dhidi ya kesi ya waini, hii leo bunge hilo litaketi kwa mara nyingine zaidi kuweza kujadili kwa kina hali ya kisiasa mara baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025 huku likiangazia kujadili maswala ya kisiasa haki za binadamu, pamoja na swala la kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu. Ubalozi wa Tanzania nchini Ubelgiji umetoa taarifa yake kuhusiana na bunge la Ulaya ambalo litaketi siku ya leo kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, haki za binadamu, pamoja na kesi ya Tundu Antipas Lissu, huko serikali ya Tanzania ikidai kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa kutosikilizwa kwa upande wa Tanzania katika bunge hilo la Ulaya ambalo litaketi siku ya leo. Katika barua hiyo iliyoandikwa na ubalozi wa Tanzania mjini Brussels nchini Ubelgiji na Jobu Justino Masima na kwenda kwa rais wa Bunge la Ulaya Roberta Metsola, Tanzania imedai kuwa mjadala huo unakiuko uhuru wa mamlaka ya nchi ya sovereignty ya Tanzania na unavunja kanuni za mkataba wa Samoa unaosimamia uhusiano wa Ulaya na nchi za ASP, hasa kifungu kinachohitaji mazungumzo ya pande zote mbili. Maada zinazotarajiwa kujadiliwa katika kikao hicho ni pamoja na vurugu na mauaji yaliyotokea baada ya uchaguzi kukamatwa na kufungulia mashtaka ya waini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na madai ya wizi wa kura na ukanibizaji wa vyama vya upinzani. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa tayari imeunda tume ya uchunguzi ya kitaifa, inaongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chande Othman kukagua tuma zote na kwamba mjadala wa Ulaya unaharibu mchakato huo wa ndani. Katika barua hiyo, Tanzania imetoa mapendekezo kwa mjadala uahirishwe hadi uchunguzi wa ndani ukamilike au waruhusu wajumbe wa, wa Tanzania washiriki moja kwa moja katika jukwaa hilo la majadiliano ili kuhakikisha mazungumzo ya pande mbili na usawa. Hadi sasa bunge la Ulaya halijatoa jibu rasmi kuhusu hatua hiyo ya serikali ya Tanzania kuliandikia bunge hilo kupitia kwa rais wake wa bunge la Ulaya dhidi e ya kazi hiyo ya Tanzania kwenda kwa bunge hilo la Ulaya. Mara kadhaa bunge la Ulaya limekuwa likiketi, hasa mwaka huu, kujadili hali ya kisiasa. Sauti mbalimbali za wabunge na wakilishi katika nchi mbalimbali wakigusia namna ambavyo bunge la Ulaya limekuwa na mchango mkubwa kwa serikali ya Tanzania. Lakini pia siku za hivi karibuni bunge hilo lilipiga kura ya kuweza kuzuia misaada ya kifedha kwa serikali ya Tanzania kwa mwaka ujao, kutokana na matukio mbalimbali yaliyotokea ikiwemo madai ya vifo, utumiaji wa nguvu, pamoja na ukosefu wa demokrasia.